Nashangaa mtu ambaye amekaa ananiangalia, ananihukumu, namshangaa sana <coughs> nilivyopata hiyo taarifa <sighs> iliniuma sana, niliumia sana, na nilikuwa saluni, nilitumiwa nilitupa simu nilitupa simu kwa sababu sikutegemea picha ikanijia, ya kwamba mimi nikiocha jamii, ninayeaminika kama ulivyosema menina, ni mwanamke ambaye, katika picha kwenye kazi zangu, kama ulivyosema hivyo, labda muonekano wangu ni huo, lakini katika maisha yangu mi ni, ni mwanamke mwenye stara zangu. Kile kitendo ambacho kilitokea sikupendezwa nacho na achuna. Kile kitendo ni kitendo ambacho kinafanywa na kila mtu hata anayeniangalia hapa pia anakifanya. Sio kitu cha ajabu, lakini utata ama tatizo lake ama ubaya wake unakuja pale ambapo kimetoka nje ya faragha, lakini licha ya kuwa kimetoka, haikuwa kwa matakwa yangu, na sio wewe uliyekitoa na sio mimi niliyekitoa mm. lakini inakuwaje, yule aliyefanya ama yule aliyetenda na akakitoa nje ya faragha anaonekana yeye ni shujaa, alafu mimi na nashushwa thamani? Au labda kwa sababu mimi ni mwanamke. Lakini tunarudi pale pale, pale haikuwa matakwa yangu yaani na ndio maana kimeniumiza. Unaone, lakini yote mi namwachia Mungu na wanawake wengi huenda wanapitia kitu ambacho mimi nimewahi kukipitia, lakini mi ni binadamu. Nashangaa mtu ambaye amekaa ananiangalia ananihukumu, namshangaa sana. <tune in the air> It's okay. Au labda kwa sababu mimi ni mwanamke. Ndio <in the air> maana na nashushwa. Thamani ni kitu ambacho hata mimi sikupenda kitokee, kiliniumiza, lakini mwisho wa siku haya ni maisha, na namshukuru Mungu alinipitisha kwenye mtihani kama huo, kwa sababu leo hii naweza nikakaa hapa na nikakemea vikali kwa kila mwanamke, ama kila mwenye jinsia kama ya kwangu ambaye anapitia kitu ambacho mimi niliwahi kukipitia kwenye maisha. Namshukuru Mungu kwa sababu nimeweza kuwaokoa wanawake wengi sana ambao wamefanyiwa kitendo kama nilichofanyiwa mimi, kwa sababu nimewahi napigiwa simu mara kwa mara, nikasema kumbe sio mimi ambaye nilifanyiwa peke yangu, kumbe Mungu alitaka niwe sa sauti kwa wengine na unadhani wanawake wananyanyasika kiasi gani when it comes to that? Kwa sababu unasema kuna watu wengi walikupigia simu.